Haya, asante sana Mbarali People's. People's. Asa, watu wa mabadaka mmetisha sana, uongo kweli. Bwana OCD, siku ilo ungeniacha nisalimie hapa nisingerudi. Sasa nimerudi na usikilize, ntashughulika na wewe ntashughulika na bosi wako, kwa sababu nyie ni miongoni mwa watu mnaohusika kuharibu sana nchi hii. Na ntakufundisha kushughulika na wewe katika aina ya kukufundisha kwa sababu wakati mwingine mnakuwa mnaharibu sana na unaharibu mpaka unaharibia na watoto wako. Nchi hii tunataka tuijenge iwe sehemu bora, hata kwa ajili ya watoto wako na wajukuu zako, kwa sababu mnaotaka hawa mnaotaka kuwabeba na kuwatetea hawabebeki. Nchi imeisha, washinda miaka sitini na tatu, wamechoka, hawabebeki. Sasa ndugu zangu, watu wa Mbarali, katiba yetu hii hapo Ibara ya nane inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia na haki ya kijamii. Kwa hiyo eh, wananchi ndiyo msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii, yeah. B, B, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C. Serikali itawajibika kwa wananchi. Na D. Wananchi watashiriki katika shughuli za serikali yao kwa, ma, kwa mujibu wa masharti ya katiba hii. Sasa tuanze na namba moja A, inasema hivi, msingi wa mamlaka na madaraka yote ni wananchi. Kwamba nyie, huyo OCD mamlaka ulionayo ni wananchi, hao ndio wamekaimisha kwake. Na lengo la serikali itakuwa ni ustawi wa watu, ustawi wa wananchi. Kustawi maana yake nini? kukufanya uwe na maisha bora zaidi ndio maana ya ustawi. Na d serikali itawajibika kwa wananchi, kwamba wananchi wakisema tunaenda kushoto, serikali inapaswa kwenda kushoto kwa sababu wenye nchi wamesema hivi. Sasa ukisoma ibara ya ishirini na sita inasema hivi, kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila mtu ana wajibu wa kufuata katiba hii. Ibara ya 27, watu wote watatakiwa na sheria kutunza vizuri mali ya mamlaka ya nchi hii moja na kupiga vita aina zote za uharibifu na ubadhirifu. Sasa hiyo ni katiba, inasema hivyo kwamba sisi wananchi wenye mali tutakuwa na wajibu wa kupiga vita ubadhirifu wa rasilimali za nchi na kulinda mali za nchi yetu. Bahati nzuri hii ni nchi ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia sana, ni nchi iliyobarikiwa kuliko nchi nyingi duniani. Tuna rasilimali ambazo haziko kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Nchi hii ina ukubwa wa kilomita za mraba laki tisa na arobaini na tano. Ukichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi ukiziunganisha pamoja zina kilomita za mraba laki nane tisini, sisi peke yetu laki tisa arobaini na tano. Mkoa wenu wa Mbea una ukubwa wa kilomita za mraba elfu thelathini na tano na mia tisa hamsini na nne. Nchi ya Rwanda ina kilomita za mraba elfu ishirini na mbili. Kwa hiyo Mbea ni kubwa mara mbili kuliko nchi ya Rwanda. Rwanda ina watu takribani milioni kumi na kitu. Mbeya, wakazi wake wote hawafiki milioni mbili na nusu. Tunapokuja Mbeya tunaambiwa mkoa ambao ni mkubwa kuliko Rwanda, watu wake wanahangaishwa na eneo la kulima. watu milioni mbili Nchi ya Rwanda ina watu milioni tisa kumi kumi na mbili kwenye sehemu ndogo kuliko Rwanda, kuliko Mbeya, hawana shida ya kilimo, hawana shida ya nini, wanauza maziwa nje ya nchi kuliko sisi. Hata sisi tumeagiza maziwa kutoka Rwanda. Unaelewa kwamba hatuna viongozi katika nchi hii. Subscribe now